Al Kaaba ni moja kati ya sehemu muhimu sana huko Makkah. Maelfu kwa mamilioni ya watu hulizunguka eneo hili na wengi wao huligusa na kulibusu kwa shauku, kama ilivyoelezwa katika suna ya Mtume Muhammad. Inaelezwa kuwa zoezi hili lilikuwepo kwa zaidi ya miaka 1400 iliyopita. Mnamo mwaka 317 Hijra au mnamo mwaka 930 baada ya Kristo, kikundi cha watu waitwao Karamed wakiongozwa na mtu waitwae Abu Tahir Sulayman Al Jannabi Watu hao walivamia katika mji wa Makkah wakati wa ibada ya hija na kufanya mauaji ya kutisha sana kwa maujaji pamoja na raia wengine wasiokuwa na hatia waliokuwepo katika mji huo. Inaelezwa kuwa maelfu ya watu walipoteza maisha yao, mji mtakatifu wa Makkah ukachafuliwa kwa kutapakaa damu. Abu Tahir Sulayman Al Jannabi hakuishia hapo, akaamua kung'oa jiwe liliokuwepo katika Al Kaaba, kisha akatokomea nalo lakini baada ya miaka 22 kupita, jiwe hilo lilirudishwa katika mazingira ya kutatanisha sana, huku likiwa limeambatanishwa na barua nzito. Hivyo leo katika makala hii tutachimbua kwa kina mauaji yaliyotokea katika mji mtakatifu wa Makkah. Na je, Abu Tahir Sulayman Al Jannabi ni nani, na kwa nini alifanya hivyo, na ndani ya barua hiyo kiliandikwa nini? Pia inaelezwa kuwa kuna jambo zito sana lilimkuta baada ya kufanya tukio hilo ili uweze kufahamu mambo hayo na mengine mengi sana, hakikisha kuwa unaungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Mimi naitwa Denis Jenson. Abtail Suleimani Aljanabi alizaliwa mnamo tarehe 20 mwezi Julai mwaka 906 huko Ganave katika fazi ya pwani ambako ndo ipo Irani ya sasa. Familia yake ilidaiwa kuwa na asili ya Kisasani. Baba yake aliitwa Abtail Absaid ambaye alikuwa ni kiongozi wa kikabila pia inaelezwa kuwa baba yake huyo alianzisha jeshi lake dogo katika kabila hilo la Wakaramati. Jeshi hili lilikuwa na kazi ya kuwapola wafanyabiashara pamoja na maujaji wa Uajemi ambao walikuwa nafanya safari kuelekea katika mji wa Maka kwenda kuhiji. Hivyo jeshi la Abu Said lilikuwa likiwavamia watu hao na kuwapola mali zao. Inaelezwa kuwa baba yake huyo alianza kutanua imaya yake kwa kuteka maeneo jirani yaliyowazunguka, lakini alikuja ya kufariki wakati akiwa vitani na ndipo ambapo mtoto wake aitwaye Abu Tahir Sulayman Al Jannabi alipolisi kiti cha baba yake na akaendeleza pale pale ambapo baba yake alikuwa ameishia. Inadaiwa kuwa aliingia madarakani mnamo mwaka 923 na wakati huo alikuwa na umri wa miaka 17 tu. Inaelezwa kuwa yeye hakustahili kushika nafasi hiyo, bali mtu pekee ambaye alipaswa kufanya hivyo ni kaka yake ambaye aliitwa Abukasim Said, lakini Abu Tahir Sulayman Al Jannabi aliamua kufanya mauaji ya kaka yake huyo ili yeye aweze kuingia madarakani. Baada ya kuingia tu madarakani, alianza kufanya upanuzi wa eneo lake kwa kasi kubwa sana. Mwaka huo alivamia eneo la Basra na kuliweka chini yake, kisha akawapola mali zao zote, mpaka baadaye eneo hilo likapewa hadhi ya kuwa jimbo na liliitwa jimbo la Karamesha huko Bahrain, Eastern Arab. Mtu huyu alikuwa ni mbabe wa vita wa Kiajemi na hii ni kwa sababu kila vita ambayo alikuwa anaenda kupigana ilikuwa ni lazima ashinde. Alifanikiwa kuteka maeneo mengi sana na kuyaweka chini yake hasa hasa huko Iraki ya sasa, ndio inaelezwa kuwa aliteka eneo kubwa sana. Pia alikuwa akiwapora watu fedha pamoja na mali zao zingine, na alikuwa akiwateka hasahasa maujaji wa Kiislamu ambao walikuwa naenda kuhiji huko Maka. Inaelezwa kuwa alitegesha jeshi lake hilo katika eneo la Hijaz, eneo ambalo ndio lilikuwa njia ya maujaji kupita. Mnamo mwaka 930, Abu Tahir Sulayman Al Jannabi aliongoza jeshi lake la waqarmati ambao walikuwa katika farasi na wakaanza safari kuelekea huko Makkah, kwa sababu kilikuwa ni kipindi cha watu kwenda kuhiji, hivyo na yeye na jeshi lake akaingia katika mji huo kwa kigezo hicho. Inaelezwa kuwa hapo mwanzo alimzuia asiingie katika mji huo, lakini yeye aliweleza kuwa amekuja katika mji huo kwa nia njema tu ili kumwomba Mwenyezi Mungu amsamehe dhambi zake zote alizozifanya, ndipo ambapo aliporuhusiwa kuingia katika mji huo, lakini kumbe alikuwa na mpango wake mwingine. Baada ya kuingia katika mji huo, yeye na jeshi lake wakaanza kufanya mauaji ya maujaji pamoja na raia wengine wasiokuwa na hatia waliokuwepo katika eneo hilo. Zaidi ya watu elfu ishirini walipoteza maisha siku hiyo, huku wengine miili yao ikitupwa katika kisima cha Zamzam. Inaelezwa kuwa wakati akifanya mauaji hayo, alikuwa akiwazi yake sana. Baada ya kufanya tukio hilo la kutisha, ndipo ambapo akaenda katika Al-Kaaba na kuifungua kisha akabeba jiwe jeusi na kuondoka nalo. Okay, naomba ruksa yako nitolee ufafanuzi zaidi wa maneno haya Al-Kaaba, jiwe jeusi pamoja na kisima cha Zamzam ili kila mtu aweze kuelewa. Tuanze na Al Kaaba. Hili ni jengo lenye umbo la mraba lililopo katika msikiti mkuu uitwao Masjid Al Haram ulioko huko Makkah, Saudi Arabia. Mahali hapa ni sehemu muhimu sana katika imani yao na wanaamini kuwa sehemu hii ni nyumba ya Mungu au Baitullah. Hii ni sehemu takatifu kwa Waislamu na ndiyo mwelekeo wa kibla, na ndiyo maana Waislamu wote ulimwenguni wanapoomba ukawa mwelekeo huu bila kujali eneo walilopo. Pia wakati wanapochinja kitu ukiweka katika mwelekeo huo, kwa sababu katika mwelekeo huo ndio sehemu ambapo Al Kaaba ipo. Jengo hili limefunikwa kwa kitambaa cheusi kilichonakishiwa kwa dhahabu na Waislamu hulizunguka eneo hili mara saba. Kwa mujibu wa Waislamu, wanaamini kuwa jengo hili lilijengwa na Abrahamu au Ibrahim kwa Wakristo, na mtoto wake Ishmail au Ismail. Nadhani tumeelewana vizuri kabisa katika eneo hili. Sasa twende katika eneo lingine la jiwe jeusi au Hajira Aswad. Kwa mujibu wa Waislamu, kwa mujibu wa Waislamu wanaamini kuwa jiwe hili lilitumwa kutoka mbinguni kuja duniani na ni ishara ya agano kati ya Mungu na wanadamu. Inaaminika kuwa hapo awali jiwe hili lilikuwa jeupe kabisa, lakini limekuwa jeusi kwa sababu ya zambi za wanadamu. Inadaiwa kuwa jiwe hili alipewa Adamu baada ya kufanya dhambi. Jiwe hili limewekwa katika kona ya mashariki ya Al-Kaaba na ni alama ya mwanzo na mwisho wa tuaf. Waislamu wanaamini kuwa jiwe hili litashuhudia siku ya hukumu, na mara nyingi mahujaji huligusa na kulibusu jiwe hili wakati wa hija na wakati wa tuaf kama njia ya kuungana na imani yao kama alivyofanya Muhammad. Okay, nadhani katika eneo hili nalo tumeelewana vizuri kabisa. Sasa twende katika eneo lingine ambalo ni kisima cha Zamzam. Kisima hichi kiko karibu na Alkaaba katika msikiti mkuu wa Masijidi Al Haram ulioko huko Maka, Saudi Arabia. Kwa mujibu wa Waislamu, wanaamini kuwa kisima hichi kilionekana kimiujiza wakati ambapo mke wa nabii Abraham au Ibrahimu alipokuwa anatafuta maji jangwani kwa ajili ya mtoto wake Ishmail au Ismail. Waislamu wanaamini kuwa maji ya kisima hichi yamebarikiwa na ni mahali pa uponyaji, na mara nyingi maji haya hutumiwa katika sherehe za kidini na ustawi wa kiroho. Watu wengi sana ambao hufika katika mji huu wa Maka hunywa maji hayo. Kwa mujibu wa wanasayansi, wanadai kuwa maji hayo ni salama kabisa kwa kunywa, pia yana faida mbalimbali mbali za kiafya, pamoja na athari za kinga, kwa sababu yana viwango vya juu zaidi vya calcium, magnesium na madini mengine. Kwa mujibu wa sheria za Saudi Arabia na sheria za eneo hilo, zinadai kuwa ni marufuku kwa mtu yeyote ule kuchukua maji hayo na kusafiri nayo, lakini maujaji ndio wanaruhusiwa kuchukua kiwango kidogo sana cha maji hayo na kuondoka nayo baada ya kumaliza kuhiji au umra. Nadhani mpaka hapa umeona jiwe hili lilikuwa na umuhimu kiasi gani kwa Waislamu. Nadhani katika eneo hili nalo tupo pamoja. Sasa wacha tuendelee na stori yetu. Baada ya Abu Tahir Sulayman Al Jannabi na jeshi lake kufanya mauaji hayo ya kutisha huko Makkah, wakachukua jiwe jeusi na kuondoka nalo. Inaelezwa kuwa alienda kuliweka huko Eastern Arab katika mji wa arth ambao ulijengwa na yeye mwenyewe, kisha akatangaza kuwa mji huo ndio utakuwa makao yake makuu. Baada ya miaka 22 kupita, yaani mnamo mwaka 951, baadhi ya waumini walikuta gunia limefungwa na limetupwa nje ya msikiti mkubwa huko Iraq. Baada ya watu hao kulifungua gunia hilo, walikutana na jiwe jeusi. Pia kulikuwa na barua ambayo ilisema hivi, mwanzo wa kunukuu: kwa amri tulichukua na kwa amri tumerudisha, mwisho wa kunukuu. Mpaka leo haijulikani ni nani hasa ambaye alirudisha jiwe hili, kwa sababu alikuwa amejaribu mara kadhaa kutuma barua za maombi kwa Abu Tahir Sulayman Al Jannabi kuomba warudishiwe jiwe hilo lakini mtu huyu alikataa. Hivyo baada ya jiwe hilo kuonekana tena, lilirudishwa huko Makkah katika Al Kaaba. Inaelezwa kuwa baada ya kurudishwa kwa jiwe hili lilikuwa limevunjika katika vipande saba, ndipo ambapo uongozi wa Makkah ukatengeneza kitu kama duara la dhahabu ili kushikilia au kuunganisha vipande hivyo pamoja. Na sababu ambayo ilipelekea kuvunjika kwa jiwe hili bado haijajulikana mpaka hii leo. Kama unaifahamu, niambie kwenye sehemu ya comment. Ila wapo baadhi ya wanaodai kuwa lilivunjika kwa sababu lilichukuliwa na watu wabaya, na wengine wanadai kuwa huenda mtu huyo alilivunja makusudi. Lakini jibu hili kidogo linaibua maswali mengine: kwa nini alivunja katika vipande saba kama kweli alilivunja? Usisahau kuniandikia maoni yako kwenye sehemu ya comment. Okay, wacha tuendelee. Kwa upande wa Abu Tahir Sulayman Al Jannabi, alifariki mnamo mwaka 944 akiwa na umri wa miaka 38 tu. Wapo wanaodai kuwa alifariki kutokana na ugonjwa wa ndui. Kumekuwa na mkanganyiko kuhusu sababu ya kifo chake, na wengine wanaeleza kuwa kabla ya kifo chake Abu Tahir alipata mateso makali sana, ikiwa ni pamoja na kuwa kipofu, mwili wake wote ulianza kuharibika wakati akiwa mzima na mateso mengine mengi, na ndipo ambapo mnamo mwaka 944 akapoteza maisha. Inaelezwa kuwa mpaka anafariki dunia alikuwa na watoto watatu wanaojulikana na ndio waliomzika. Hakikisha kuwa unaniandikia maoni yako kwenye sehemu ya comment. Kama umependezwa na video hii, usisahau ku like na kushare. Kama bado hujasubscribe katika chaneli yetu, unasubiri nini? Hakikisha kuwa una subscribe kisha na bofya alama ya kengele ya notification, kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine. Asante na kwaheri.